Kimm Media, nyiwe umekuwa washuhuda wakubwa sana rekodi ya ajali zilizokuwa ndani ya manispaa, hasa kwa kupitia bodaboda boda. Zilikuwa ni nyingi sana, matendo ya hovyo yaliyokuwa yanaendelea ndani ya, ya manispaa yetu ilikuwa ni mengi, lakini kupitia mafunzo haya tumetengeneza platform ya kupunguza ajali kwa kiasi kikubwa, lakini na utii wa sheria bila shuruti unaongezeka. Nachotaka kuwaomba na kuwaasa, yale mambo ambayo mmefundishwa darasani, tusaidie basi, uwe ni barozi wetu kuyaeneza kwa wasafirishaji wengine. Usione kutovaa helmeti kwamba ni ujanja. Inasikitisha sana kuona mimi ditio na kuonea huruma wewe, kazi yako Alafu na kuonea huruma eti na kukamata hujavaa helmeti. Mmekaa darasani mmeelekezwa na walimu umuhimu wa helmeti ni nini. Kichwa hakina spea ndugu zangu, lakini tujiulize, we unaenda kushindana, unalala juu ya pikipiki, mdudu tu akiingia jichoni tayari umepoteza uhai, na ilivyokuwa ni biashara fake mkienda hata kushindana kule, akifia kule mnamkimbia kwao. Sasa nyie ndio mwe wa barozi wetu kuhakikisha manispaa yetu inaendelea kuwa shwari na kutii sheria bila shuruti. Sisi kama kikosi cha usalama barabarani hatuwezi kufundisha makundi yote, kwa hiyo kilichofanyika makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani tunazidi kutoa ushirikiano kwa wadau ambao ndo akina Tabora East African Polytechnic, kuna vyuo vingine vya VETA, ili kuturahisishia basi ile elimu kuwafikia hawa wadau ambao ni wasafirishaji, ambao ndo leo hii sasa tuna graduate na tunasherekea kwa kufunga mafunzo haya. Kikosi cha usalama barabarani tutaendelea kuwa karibu na vyuo kwa kuhakikisha tunavipitia mara kwa mara, kuhakikisha vinatoa mafunzo bora kama alivyosema mkurugenzi lakini pia nizidi kumtia moyo ndugu Mruthu, endelea kusaidia ili kundi, ndugu yangu, ili kundi usione, hata mheshimiwa rais anapambana nalo, ndio jeshi letu la Tanzania, kwa sababu wameajiri tasnia watu wengi sana. Kila mmoja anapaswa kuwa na leseni ya usafirishaji, sio leseni ya udereva. Vyombo hivi kama mnavyoona kama angekuwepo afisa wa TRA hapa, wakati mnanunua pikipiki, serikali imeweka utaratibu kwamba unapoenda kununua pikipiki inatoka na kibao cheupe au plate number nyeupe. Yule ambaye anataka kutumia kwa matumizi binafsi atarudi TRA kwenda kubadilisha, atapewa kibao cha njano. Huyu haturuhusiwi kumkuta katika vijiwe, lakini mwenye plate number yote nyeupe anatakiwa afanye biashara na tutamkuta katika vijiwe. Kwa namna ya pekee ni washukuru sana viongozi wa umoja wa maafisa usafirishaji mkoa, kwa sababu wameona kuna haja, kuna haja ya kuongeza au kuboresha hali ya usalama barabarani mkoani Tabora. Rafiki yangu pale mara nyingi huwa anasimama ana, ana, ana, ana, ana, kule karibia na tuli, nadhani siku hizi yeye ni shahidi hata wale vijana waliokuwa wanashindana barabarani baada ya kuwa wamepata mafunzo, baadhi yao siku hizi ile tabia wameiacha. Wenye magari mjini walikuwa wanalalamika kila siku kukwanguliwa na bodaboda, lakini sasa hivi maafisa usafirishaji hawa baada ya kupata elimu, ambao wao walikubali kuja kujifunza, tumeona hali ya usalama barabarani mkoa ilivyoimarika. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu na kukubali kuja kushiriki mafunzo haya. Ombi langu. Mwaka jana wakati nafungua mafunzo haya ndugu zetu wa machinga waliniomba kitu. Walisema kwamba wanaomba na wao wapate mafunzo maalum ujasiri ya ujasiria mali. Nikamwambia mkurugenzi process ya kutengeneza mtaala ina cost milioni mia moja na ishirini. Haya, ni wakubalie au ni wakatalie? Akaniambia wewe ni mtendaji tu. Baadaye hata wakija, hautowafundisha wewe. Utapangia walimu wakubalie. Mkurugenzi, tunashukuru kwanza kwa kutuwezesha kutengeneza mtaala wa ndugu zetu wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo viongozi wa makundi haya, mkurugenzi alisha lile ambalo mkurugenzi alinituma, tumishalitekeleza. Mtaala wa mafunzo kwa ajili ya wajasiriamali umekwisha kukamilika. Kwa hiyo siku akija kutuomba kwa ajili ya training mkurugenzi pia atakuja kwako, tutaomba utusapoti kama ambavyo umekuwa ukisapoti makundi mangine. Sisi kama taasisi ya Tabora Polytechnic tutaendelea kujitolea ambacho tuna uwezo nacho kuwawezesha vijana wa Tabora kujiandaa kwa niaba ya maendeleo ambayo yanakuja katika mkoa wetu wa Tabora. Hili lazima tutalifanya, kwa sababu hatuwezi tukasubiri maendeleo yanafika alafu wana Tabora tumelala, baadaye tunakosa ajira tunaanza kujiuliza na kuanza kulalamika na kuleta manung'uniko kwamba wanaoajiriwa wanatoka mikoa mingine. Hili hatuwezi kukubali, ni lazima tujiandae wakati tunasubiria maendeleo ambayo yanakuja kwa kasi katika, katika mkoa wetu wa Tabora. Tuhakikishe tumewaandaa vijana wetu kama hivi ambavyo tunaenda kuwatolea mafunzo mbalimbali mbali katika upande wa sekta ya usafirishaji, kwa maana kwamba ndio maana tumeongeza mafunzo mengine katika vyombo mbalimbali mbali. Kwa maana y kwamba viwanda vikija vitahitaji madereva. Ni lazima sasa wanapotaka kuajiri madereva, sisi kama viongozi, lakini vile vile kwa kushirikiana na, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni lazima tutaendea kushauriana kwamba angalau basi katika upande wa ajira vijana wetu kwanza, alafu mikoa mingine baadaye. Sasa tutasemaje? mikoa mingine baadaye kama endapo vijana wetu hawawezi chochote lakini kuna watu walikuwa wananiambia wana Tabora, sisi ambao ni Wanyamwezi, kwamba ni wavivu. Lakini nimejiuliza swali moja, hili jambo sio kweli kwa sababu leo tunaona makodown mbalimbali ya tumbaku kule maeneo mbalimbali, katika maeneo mbalimbali ya Tabora, wanaofanya kazi kule ni vijana wetu wa Tabora, kuanzia asubuhi mpaka usiku. Sasa wale wavivu ni wakina nani? Hakuna wavivu, tatizo ni kwamba hapakuwa na kazi za kufanya tunasema Wanatabora au vijani ni wavivu kwa sababu hakuna kazi. Wanafanya nini? mwisho wa siku tunatengeneza vibaka vibaka, zamani sema mkoa wa Tabora kwa vibaka. Utafanya nini kama endapo hakuna kazi, kwa wanajikuta wanatafuta kazi ambayo nyingine sio rasmi lai kwa jinsi ambayo maendeleo yanakuja kwa kazi katika mkoa wa Tabora. Sasa tunakwenda kabisa kuondoa ile slogan ya zamani kwamba mkoa wa Tabora kuna vibaka. Sasa hivi patakuwa na watenda kazi na sio vibaka. Wanatabora ambao ni wabodaboda ambao wako hapa mbele yetu, hawa ni wadau wetu katika shughuli zetu mbalimbali, vikiwemo vyuo vyetu pamoja na shule zetu za sekondari na, na primary. Hawa ni wadau kwanza, wana wanafunzi wao, lakini wao ndio wanapeleka wanafunzi katika shule zetu na vyuo vyetu. Tuwaombe kutumia nafasi hii, wakae wanajua kwamba elimu inayotolewa katika vyuo vyetu ni elimu bora, miongoni mwa watu ambao hawako tayari kukaa na kuchakachua elimu ya Watanzania ni Shabani Zuberi Mruthu. Mheshimiwa dte, umekuwa ni wewe, unaweza ukawa shahidi yetu. Ule mtindo wa kugawa veti kutembea na muhuri ndani ya begi, ukikutana na mtu akupa shilingi elfu hamsini elfu ishirini agonga muhuri cheti kinatoka, kwetu haijawahi kutokea na haitotokea kwa mafunzo ambayo tunatoa katika vyuo vyetu. Ni mafunzo bora, na ukitaka kujua hilo ni kweli, kaangalie shule zetu ambazo zinatoa zinatoa elimu katika mkoa wa Tabora ikiwemo Greenland Wellington Hasan Mwinyi na nyinginezo. Mwaka huu mwezi watano, wa tano umefanya mtihani wa moku mkoa, shule ya kwanza ni Greenland, shule ya pili ikimkoa ni Wellington. Jiulize, tunachakachua wapi? Kwa natumia nafasi hii kuwaomba ndugu zangu bodaboda pamoja na afisa uh, usafirishaji, mtu akikuuliza shule bora iko wapi, mwambie shule bora ya kwanza ni Greenland iliyoko Mwinyi. Na shule ya pili iko wapi? Mwambie ni Wellington ambayo iko Kidatu. Kwa hiyo tutaidie na sisi kupeleka wanafunzi huko. Niwaombe kwamba mafunzo yetu yako wazi, vyuo vyetu viko wazi, shule za primary ziko wazi. Ukiona mtu anataka kuchagua chuo, mwambie chagua Tabora Polytechnic. Akihitaji udereva, mwambie kuna Utalii Driving School. Akihitaji primary, mwambie ipo Greenland, ipo Wellington. Akihitaji secondary, mwambie kuna Aliasad Mwinyi Secondary. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kama platform pia ya kufanya tangazo, kwa sababu tunachokipata kule tunagawana na Wanatabora wenzangu. Unapompeleka mwanafunzi pale, unachokilipia na mwisho wa siku kitakusaidia wewe au ndugu yako au rafiki yako. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.